Uhali gani mpenzi mtazamaji unayetufuatilia katika chaneli yetu hii ya tunu za Kiswahili, karibu katika hadithi yenye kusisimua na yenye kufundisha ambayo itazungumzia katika siku ya leo, mamba wa mto Nyoka. Mamba wa mto Nyoka. Kulikuwa na kijiji kimoja pembezoni mwa mto, nyo, mto Nyoka, ambacho kijiji hicho kilijulikana kwa wavuvi wake hodari na mashamba yenye rutuba. Lakini licha ya uzuri wa kijiji hicho, kulikuwa na hofu kubwa iliyotanda juu ya maji ya mto huo. Kila mtu alijua hadithi ya mnyama mkali aliyewinda usiku, mamba mkubwa kuliko mamba wote waliowahi kuwaona kijijini hapo. Mamba huyu alikuwa na macho mekundu kama mkaa na meno makubwa yaliyong'aa gizani kwa miaka mingi mamba huyo alihusishwa na vifyo vya wavuvi na wachota maji waliotoweka bila athari yoyote. Wanakijiji walimwita mamba huyo jinamizi la mto Nyoka. Wazee wa kijiji waliwaonya vijana dhidi ya kwenda karibu na maji ya mto huo nyakati za usiku lakini si kila mtu aliyeonywa alisikiliza. Siku moja kijana mmoja jasiri aitwaye Mosi aliamua kupambana na hofu hiyo, kwani baba yake mzazi alikuwa ni mmoja wa wavuvi waliopotea katika mto huo, na alikuwa na nia kulipiza kisasi kutokana na kifo cha baba yake. Alijiandaa kwa safari hiyo ya hatari akitengeneza mkuki wenye ncha kali na kusali kwa muumba wake. Usiku ulipoingia, Mosi aliingia mtoni kwa mashua ndogo akielekea kimya kimya, huku macho yake yakiangaza giza la usiku. Hakukuwa na upepo na wala hakukuwa na kelele isipokuwa maji mazito ya mto yakipishana na mwili wa mashua ya Mosi. Ghafla maji yalifunika na, ma na mashua yake ikaanza kutikisika. Mosi alishika mkuki wake kwa nguvu. kutoka gizani Macho mekundu yalimwangazia kwa ukali. Kabla hajashusha pumzi nyingine, mamba mkubwa alijitokeza mrefu kama mtumbwi, mwenye magamba mazito na mdomo uliojaa meno makali. Kwa kasi ya ajabu, mamba huyo aliruka kutoka katika maji akifungua taya zake ili kummeza Mosi, lakini Mosi hakutetereka, aliruka upande mwingine wa mashua na kupiga mkuki wake kwa nguvu ndani ya taya ya mnyama huyo. Mamba alitoa mngurumo mkubwa ukitikisa maji ya mto kama radi mapambano yalikuwa ni makali. Mosi alichomoa kisu chake na kuchoma shingo ya mamba huyo, huku akijaribu kuepuka taya zilizojaa meno yenye ncha kali. Maji yakageuka mekundu kwa damu ya mnyama huyo. Kwa juhudi za mwisho, Mosi alichukua mkuki wake uliokuwa bado umepenya kwenye fuvu la mamba huyo na kusukuma kwa nguvu zote. Mamba alitoa muungurumo wa mwisho, kisha ukimya ukatawala. Mwili mkubwa wa mamba huyo ulibubujika damu nyingi chini ya maji na kuzama. Mosi alichukua. Mosi alichoka, lakini alikuwa ni mshindi. Wakati huo aliporudi kijijini, wanakijiji walimlaki kwa shangwe, wakitambua kuwa hatimaye jinamizi lao limeondoka. Kutoka siku hiyo mto wa Nyoka ulirejea kuwa sehemu salama kwa wavuvi na wachotamaji. Mosi akawa shujaa wa kijiji, jina lake likasimuliwa kwa vizazi vingi vijavyo kama yule aliyemwangamiza mamba mla watu. Siku chache baada ya ushindi wake, Mosi alianza kuhisi ndoto za ajabu. Kila usiku alimuota mamba mkubwa akirudi akimwangalia kwa macho mekundu yenye hasira. Ndoto hizo zilikuwa ni za kweli sana, kiasi kwamba aliamka na mwili wake ukiwa na alama za kucha, kana kwamba alikuwa ameshambuliwa kwa kweli. Wazee wa kijiji walikusanyika na kumwambia kuwa mamba huyo hakuwa ni mnyama wa kawaida. Alikuwa ni roho ya mto, na damu yake ilikuwa imemfanya Mosi kuwa sehemu ya hadithi hiyo milele. "Ume, umevunja utulivu wa mto," mzee mmoja alisema kwa sauti nzito. Sasa roho za maji zitakufuata. Usiku mmoja Mosi aliamka na kugundua mikono yake imefunikwa kwa magamba meusi na ngozi yake ikianza kubadilika. Kilio chake kilitisha kijiji na wanakijiji walikusanyika kuangalia kwa hofu jinsi mwili wake ulivyokuwa ukigeuka polepole pole. Macho yake yalianza kung'aa na kuwa mekundu kama yale ya mamba aliyemua. Mosi alikimbia kuelekea mtoni, akihisi nguvu zisizoeleweka zikimvuta majini. Alipotumbukia ndani ya maji, maji yalikumbatia mwili wake na alizama kimya kimya. Wanakijiji walibaki wakitazama, wakitetemeka kwa hofu. Tangu siku hiyo, watu walianza kuona macho mekundu yakitokea juu ya maji kila usiku na kila baada ya muda mtu mmoja kati yao alitoweka bila athari yoyote kana kwamba mamba wa mto nyoka alikuwa amerudi